Habari gani mpenzi mtazamaji? Karibu tena katika kipindi chako pendwa cha utamaduni wetu Tanzania. Na leo tunakwenda kuangazia masuala mbali mbali yanayohusiana na utamaduni. Sisi tuko kwa ajili yako kwa ajili ya kutafuta mambo mbali mbali yanayohusiana na utamaduni. Kwa maana ngoma, maigizo ya kitamaduni, mavazi ya kitamaduni kadha wa kadha. Utakuwa nami Haruna Kombo kuhakikisha kwamba tunakupa mambo mbali mbali ya utamaduni. Salia nasi tukilegea mapumziko mafupi. Tutakwenda kujizana mengi ambayo tumekuandalia siku hii. Huko Subayi lazima kupiga kura. Fanya vyote uwezavyo kwa sababu kura yako ndio itakayoleta maendeleo katika jamii zetu. Takwimu zinazopatikana zinasambazwa kila mahali, watu wa maendeleo ndio wanatumia, zinarudi huku, wanajua watu wangapi wanatakiwa wasaidiwe kwa kupitia wewe. Mimi niko tayari kwa ajili ya kupiga kura. Sijui wewe uko tayari? Upige kura kwa Subayi. Na, karibu tena, tumerejea na nilikuambia tuko na mgeni wa masuala mazima ya utamaduni. Huyu uh, bwana ni founder wa RuYACC TV, ambayo tumejaribu kupitapita mitaa ya YouTube, tumekutana na vitu vingi sana vya kiutamaduni ambayo sisi tunavizungumzia kwenye kipindi chetu. Atakwenda kujitambulisha yeye ni nani, na baada ya hapo tutakwenda kuhojiana kuhusiana na yale masuala ya kiutamaduni ambayo sisi tumekuandalia wewe, mtazamaji. Karibu sana, asante sana. Mimi naitwa Kambara Huse na ni founder wa RuYACC TV. RuYACC ni nini? Kifupi cha maneno Ruangwa kusi, ahe, ni kituo cha ja vijana, sanaa na mtaani. RuYACC ilianza mwaka jana uh... labda RuYACC wanazingatia elimu kujiunga, ama yoyote mwenye kipaji anaweza kujiunga katika kikundi chako ama sekta yako? okay. senta ha, yako RuYACC haizingatii elimu kwa sababu tunajua kuna vipaji vingi viko mtaani na wengine fursa wenginewe so, akupata fursa, kwa hiyo kituo kile kipo kwa ajili ya anya vijana wa mtaani ambao wanania au wana uhitaji wa kufanya sanaa, wanafika pale wanafundishwa sanaa aina zote, wanatafutiwa masoko, wanafanya ana sa asilimia sabini na kile kipato kinachoingia wanagawana, wale waasilimia thelathini inaingia kwenye kituo kwa ajili ya sawa sawa Uh, wazo la kuanzisha kituo cha sanaa wilayani Ruangwa mkoa wa Lindi lilianzia wapi? Ni wazo ambalo naishi nalo miaka mingi, lakini sasa kwa nini kwa Ruangwa? Ni kwa sababu kule uh, mimi kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tatu ajira yangu ya kwanza ilikuwa kule kiwa kama ofisa utamaduni okay, ya ofisa utamaduni Tazamani, okay, okay, okay, tupo na afisa wa utamaduni kwa hiyo mambo ya kiutamaduni ndio utamaduni, ni afisa wa utamaduni mstaafu, kwa sababu sasa hivi ni mwalimu katika chuo cha sanaa. Tupo na wataalamu kweli kweli. Endelea kusalia nasi. uh, mafanikio yapi ambayo umeyapata kwenye kituo chako na changamoto zipi ambazo unapitia au umepitia mpaka kimepata mafanikio makubwa kwa sababu kimeweza kuwasaidia vijana wa shule ya msingi katika, katika michezo yao ya umitashuka na wamefika mpaka katika ngazi ya taifa pamoja na vijana wa sukudani. ni yapi kwa wasanii wapya ambao wanahitaji kujiunga katika senta yako ama wale wanaotarajia kufanya kitu ambacho wewe umefanya kwa uchache kwa ama kwa muda? Maoni yangu ni kwamba watu waje mawasiliano wakihitaji kuwasiliana na mkurugenzi moja kwa moja, mawasiliano yako tafadhali, tukipenda tukipenda tu tuyapate na wanaotazama wapate pia, basi unaweza ukapokea simu ukapata wanafunzi wake. Ndugu mpenzi mtazamaji, kufikia hapo tunatamatisha, hatuna la ziada. Endelea kusalia nasi, tukutane wakati mwingine. Ulikuwa nami Haruna Kombo, wakati mwingine.